Mambo ya amani hasa katika kaunti hii ya Kilifi. Uh, shukrani sana kwa kwa kutukaribisha hapa siku ya leo. Um, kwanza kabisa yangu yatakuwa labda ni mambo mawili kuhusu uh, peace uh, la kwanza kabisa kuhusu kuvijana ni tuzidi kuwa weka inclusivity, inclusivity of youth into matters of the public affairs. Th, that means hata kama vijana watakuwa wakiregister tusiwawache hapo hapo, kuwati wao watabaki ni voters. Tuwasaidie, tuwasaidie katika kiwango kingine ambayo wanaweza kuwa pia ni candidates ambao wanaweza kushughulikia masuala ya, ya, ya, ya administration ya hii serikali ama in terms of political, uh, uh, inclusivity wao wa, wa katika wasiokuwa ni voters peke yao, wao pia wameingia katika class ingine ambayo wanaweza kuwa ni elected leaders. Tuko na ele, elective positions ni nyingi

na kutakuwa hakuna ile brushing na the youth. Asante sana uh, kwa kuzungumza nasi vile vile, tunayo makundi ya kijamii uh, ningependa kuzungumza naye bwana David Zero uh, utaniruhusu tu nifike upande huu uh, maanake sauti ya makundi ya jamii ni muhimu sana uh, shukran sana kwa kuzungumza nasi. Okay, asante sana uh, jina langu mimi naitwa Zero David na nina uh, represent the civil society organization Uh, miongoni mwetu tuko na zaidi ya mashirika uh, takriban 20 ambayo yako hapa, na kwa mjadala huu ni wakati hususan mwafaka kabisa, kwa sababu uh, hali ya ya ya ya kitaifa ambayo tuko kwa sasa, kitu ambacho naweza husia ama kusuggest ni kwamba Uh, wakati uh, mikakati inafanywa na serikali kuu na serikali ya kaunti uh, mashirika ambayo ya serikali yahusishwe, uh, kwa sababu sisi uh, we are auxiliary to both uh, county and national government, so kwa kila steps ambazo zinafanywa uh, na serikali ya kaunti na serikali kuu uh, waweze kutuhusisha kwa sababu sisi tuko kule nyanjani na sisi ndo tuko na more information na kwa information hii tutazidi kushirikiana na kusaidiana. Asante na asante sana kwa mchango wako na vile vile